Hii hapa ni sehemu ya pili ya simulizi Sara Hajui, Sasa anajua. Mtunzi wako Andreu Ndomondo au Andy Solver. Miaka miwili ilipita, sasa Sara alikuwa na miaka ishirini. Mtoto wake Amani alikuwa mchangamfu na mwenye afya njema. Sara aliheshimiwa kijijini, si kwa sababu ya uzuri wake, bali kwa hekima aliyokuwa ameipata kupitia machungu na mabadiliko. Kila wiki alitembelea shule za msingi na sekondari kuzungumza na wasichana. Alitumia simulizi ya maisha yake kuwaamsha waliokuwa bado katika giza la ujinga kuhusu afya ya uzazi. Aliwaambia kwa sauti ya upole, kujua mwili wako si aibu, ni ujasiri. Kujua haki zako si dharau, ni kujidhamini. Siku moja, alipokuwa akizungumza kwenye shule ya sekondari ya Mwangaza, aliingia mwanaume kijana wa sura aliyofahamu mara moja, Kevin. Kelvin alisimama nyuma ya ukumbi, macho yakiwa yamemtazama Sara. Baada ya kikao, Kelvin alimwendea Sara polepole na kusema kwa sauti ya majuto. Sara, sikujua kile nilichokuwa na kufanya. Nilijua mapenzi ni maneno matamu tu, si wajibu wala heshima. Sara alimtazama kwa sekunde kadhaa halafu akasema. Kevin, nimejifunza kitu kikubwa, usipompa msichana elimu, dunia humdhulumu mara mbili, kwa ujinga na kwa matokeo yake. Nilikuamini bila kuelewa, lakini leo najua, na najua kuwa najua. Kevin alinyamaza akitetemeka, halafu akamwambia. Nataka kuwa sehemu ya mabadiliko. Najua huwezi kuniamini tena, lakini naweza kujifunza kama wengine. Tafadhali niruhusu nihudhurie vikundi vyenu. Sara hakusema neno kwa muda, kisha akamwambia kwa busara. Tunahitaji wanaume waliowahi kupotoka lakini sasa wameamua kuwa taa si vivuli. Ukitaka kuwa sehemu ya kikundi chetu, utatakiwa kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Kevin alikubali, na hivyo Sara na Kevin walianza upya, si kama wapenzi, bali kama wanaharakati wa mabadiliko, wakitembea kutoka kijiji hadi kijiji, wakiwafundisha vijana wa kike na wa kiume kuwa afya ya uzazi si kazi ya mtu mmoja, ni wajibu wa jamii nzima. Sara aliandika pia kijarida kiitwacho Najua Sasa, kilichosambazwa na zahanati nyingi vijijini na akawa mfano wa msichana aliyekosea, akajifunza na akageuka kuwa mwalimu wa kizazi kingine. Mwisho wa sehemu ya pili ya simulizi hii inayoitwa Sara hajui, sasa anajua. Je, nini hatima ya Sara katika kupambana na vizingiti vya kijamii, mfano wanakijiji wanaompinga, au pale anapokutana na msichana mwingine aliye katika hatari kama aliyowahi kupitia mwenyewe? Je, Sara ataweza kuendelea kuwa mwalimu wa kizazi kingine? Usikose kuungana nami kwenye sehemu ya tatu ya simulizi hii.